Vijana wetu sitaacha kusema pia haya. Baada ya kukaa na wazee na wenyeji wa Njombe, walisema haya pia nikufikishie. La kwanza, tunataka ukashughulikie ajira ya vijana mkoani kwetu hapa Njombe. La pili, tunaomba ukashughulikie viwanda kwa sababu tunajua kabisa hapa Njombe kwetu tuna matunda mengi, tuna changamoto ya kutokuwa na viwanda vichuguli zote ya matunda yetu viishie hapa hapa kwetu Njombe, ambapo na ajira zitatengenezwa zaidi. Mkoa wetu una historia wa kimichezo, viongozi wengi wana michezo wametoka katika mkoa wetu. Tunakuomba hili kwa lisimamie. Kwanza tutafutie kama kwa uwezo wa Mungu atakakupa tupate uwanja wa mpira wa kisasa, lakini tumechoka pia sisi kwenda kuangalia mipira kwa wenzetu. Tunataka na wao waje hapa waangalie. Tunataka, ninaamini kabisa upo wewe huko na madiwani ambao naamini na, na wapiganaji katika soka nchini hapa tunaomba mtuletee timu ya mpira ambayo itashiriki ligi kuu Tanzania Bara. Basi baada ya kusema haya, naomba basi basia jukumu lile ambalo la zawadi ya kukabidhi beberu, sio mbuzi tu, ni beberu asiga makofi mengi sana kwa beberu hiyo, ni kuashiria kwamba wanamtuma kachape kazi Deo Mwanyika ambaye ndi umetukusanya leo kwenye mkutano wetu huu wa kampeni. Mheshimiwa Lumato, mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa mstaafu mneki kupitia mkoa wetu wa Njombe, mwenyekiti wa kata hii ya Njombe mji, mahala ambapo tupo pamoja na kamati yako ya siasa, bila kumsahau mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, sikumwona yuko hapa Waheshimiwa madiwani wateule wote, akiwepo na diwani wetu wa kata hii, wazee wetu waasisi, wa chama chetu Chama cha Mapinduzi, wote mlioko hapa, wazee wetu machifu, ukiwakilisha wa machifu wenzako ambao mekuja hapa kutupa na zawadi ya mgombea wetu waheshimiwa sana, mabalozi wetu ambao wakati natambulishwa walikuwa hapa na wananchi wote wa Njombe kwa ujumla, kazi na utu! Kazi na utu! Ndugu zangu, niwapongeze wote mliokuja kwenye mkutano wetu wa kampeni ambayo leo ndio tunahitimisha. Maneno yote mengine yameshazungumzwa na wenzangu waliotangulia, wakiwepo machifu wetu na waheshimiwa watarajiwa wagombea wetu madiwani. Mimi na maneno machache ya kusema, alafu nimkaribishe mgombea wetu mbunge wetu aje aseme mambo yaliyofanyika 20 25 na mambo yatakayo kwenda kufanyika 25 30. Lakini kabla sijasema, wakati tunapokelewa pale mbunge wetu amepokelewa kwa ndelemo, amekuja na cheza, na mimi nikajikaza ah kwenye kiti nianze kucheza tena hapa ah ha, nikaona haiwezekani ha, ah na mimi nikaanza kuseremuka ah bwana, wenzangu anacheza na mimi nikaanza kuseremuka ah. Lakini wakati naseremuka mtu mmoja pale kaniambia, akawa ananong'ona na wenzake akasema hey mwenyekiti mbona mara nyingi sana anavaa kanzu alafu anaserebuka nalikanzu. Sasa inawezekana wewe, jirani yako na kadhalika, mlikuwa mnajiuliza mwenyekiti wetu wa mkoa mzee Japipo, mbona siku hizi anapenda sana kuvaa kanzu, si ndio? Jamani, kuna nini? Mbona wanaume wenzake wanavaa suruali? Sasa na mimi nikacheki kwanini nimependelea kuvaa kanzu. Nikacheki kwa wale wa Kristo, mnisikilize vizuri, kwa wale nani wa Kristo. Nikacheki kwenye Biblia, nikaona pale wakati ule wa Misri, kule Misri, kule Yerusalemu, kule Bethlehem. Yesu wakati anatangaza Injili, anahubiri, anapita na uhubiri na, na, na wafuasi wake. Yesu mwenyewe alivaa kanzu na wafuasi wake walivaa kanzu. Kwa nini mimi nisifai kanzu? Siiem hoye yeah. yeah, machifu, ni washukuru kwa zawadi, ingawa atasema mwenyewe kwa zawadi mliotoa ya kumpa kijana wetu mgombea wetu mbunge wetu. Mmetupa heshima, na kweli alikuwa anatakiwa kupewa, kwa sababu mambo yaliyofanyika ishirini ishirini na tano haijapata kutokea. Mwambie jirani yako haijapatao. yeah. Mimi nimekuwa kiongozi, ukichukua utawala wa mwalimu Nyerere baba wa taifa marehemu alifanya kazi nzuri, akaja Mwinyi akafanya kazi nzuri, akaja Mkapa akafanya kazi nzuri, akaja Jakaya Mlisho Kikwete awamu ya nne akafanya kazi nzuri akafanya akaja marehemu Magufuli awamu ya tano akafanya kazi nzuri lakini awamu ya sita, narudia tena, awamu ya ngapi? Ya sita, haijapata kutokea kwa miradi mbalimbali iliyofanyika. Pigia makofi rais wetu Samia Dsama. <coughs> Machifu, mwakilishi mwakilishi ambaye alikutangulia kusema meki mstaafu amegusia wafanya biashara, nami nishikilie hapo hapo. Sababu na mimi ni mfanye biashara, tuwe wa kweli. Nyinyi wafanye biashara mlioko hapa na wengine ambao mko nyumbani, nchi yetu tangu amechukua kwa miaka minne na kitu, hii bugu za zimepungua tofauti na kule nyuma. Uongo kweli? Leo tunafanya kazi, tunafanya biashara kwa raha ni kwa sababu ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini nani anasifikisha kule? Kwa sababu rais hawezi kusikiliza kelo huko kila siku, yuko mwakilishi wetu Mwanyika. Pigia makofi Mwanyika, tumpongeze kwa kazi ya <tipulau> wametaja hapa miradi mbalimbali. Amekuja hapa kiongozi wa vijana kawa, nageuka naangalia kule ngambo kule hasa, nami nikaangalia kuna nini kule. Ninyi wa Njombe si mnajua, kazi aliyoifanya Mwanyika kumwomba rais kwa Wanjombe tuwe na chuo. Chuo kiko pale amkioni? Ni nani huyo? Yule pale Mwanyika, pigia makofi Mwanyika wa kazi nzuri ambaye, lakini Mwanyika huyu alipokuja kuomba ridhaa ya kugombea ishirini na tano thelathini arudi tena, walijitokeza watu wengi ndani ya chama chetu na ndani ya chama chetu ni ruksa watu kujitokeza. Waligombea Njombe mji, mlikuwa wangapi Mwanyika? Watano. walikuwa wangapi? Watano. Lakini Mwanyika ndiye alipata ushindi. Mwanyika ndiye aliyoteuliwa kupitia vikao mbalimbali vya Chama Cha Mapinduzi na wale aliogombea nao wakamwambia Mwanyika yamekwisha, sababu ndani ya chama chetu, baada ya kupata mmoja, wote tunakuwa kundi oh yeah. Nalo ni kundi gani? Na, na wale wengine hivi sasa, Mwanyika amefanya mikutano katika jimbo lake, wote wameungana, wale wane wamemchangia mafuta, kwamba Mwanyika tunakuchangia, tuko pamoja. Sasa wewe huko ukibaki wewe huko ukibaki umenuna, ya kwako ukibaki umenuna ni ya nani? Ya kwako. Wao wameyamaliza, sasa wote wanamuimba nani? Mwanyika! Mwambie jirani yako ukinuna, bwana, hayo ni ya kwako. Wao walishayamaliza, sasa ni sisi. yeah. Hey, na wewe pale nyuma, mwambie jirani yako hapo, mwambie yale yalikuisha, sasa tunaimba Mwanyika Mwanyika oye oh yeah! oh yeah! hali kadhalika na madiwani nao walikuwa na wagombea wenzao, nao mambo yamekwisha, wamebaki wale ambao walitambulishwa hapo. Oh yeah! madiwani oye oh yeah! oh yeah! kwa hiyo milangu, ndugu zangu, tuhakikishe kesho, kwanza tumwombe Mwenyezi Mungu atuamshe salama, ili kesho tukatiki, ili kesho tukafanye nini lakini nyinyi ni mashahidi alipokuja rais hapa, alimkabidhi ilani nani? Mwanyika. Na alipokuja Nchimbi tulikaa hapa, unakumbuka mliokuja siku ile hapo? alisema anamhitaji nani? Anamhitaji nani? Kwa hiyo Mwanyika, namna ya kwenda kuomba, maen... kuomba fedha za maendeleo katika mkoa huu, ana milango mingi, anakwenda kumuomba rais. Lakini anamlakwenda kumwomba makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Mwanyika oye! Oh, mwambie yeah. Sasa jirani yako kwamba Njombe sasa inakwenda kuwaka moto kwa maendeleo kupitia Mwanyika. Amina. Kwa hiyo ndugu zangu niwaombe sana, kesho mjitokeze kwa wingi. Na akina mama nyinyi, mimi nawapongeza sana kwenye kupiga kura. Akina mama mjipigie makofi, ni wavumilivu, huwa mnakwenda kupiga kura, mnajitokeza kwa wingi. Lakini akina baba wenzangu nyinyi, wakati wa kwenda kupiga kura ukiangalia, ukaona mstari mrefu, nasema kwanza ameshinda bwana, haina haja, atashinda bila kupiga kura. Hatashinda. Bila kupiga kura, twendeni kesho tukapige kura, na kesho sio siku ya kufanya kazi. Na nyinyi wafanya biashara mlioko hapa, na waombeni sana, chonde chonde, kesho tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Usisema ameshinda, nenda kapige kura, ni ya msingi na ya katiba. Tuliojiandikisha kwenye jimbo hili tuko zaidi ya laki moja na elfu kumi na nane wote twende tukafanya nini? Tukapige. Mambo yaliyofanyika Njombe hii tangu ameingia Mwanyika pamekuwa ha -ha, na wabunge wengi u, ndio ukweli. Mimi ni msema ukweli, pamekuwa na wabunge wengi wamefanya kazi, lakini tangu ameingia Mwanyika jimbo linakwenda motomoto, jimbo linakwenda kwa kasi, mafanikio ni makubwa